saba wa TP Mazembe na timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Baghdad wa Etwadu Sahili ya Tunisia na timu ya taifa ya Algeria. Uh, Reginald Miruko Mhariri kutoka Habari Leo. Uh, mhariri wa habari kutoka gazeti la Mwananchi kumradhi, na Richard Mkwawa mhadhiri kutoka chuo cha Kiislamu Morogoro. Mapokezi mmeweza kuyaona na kuona maoni ya kila mmoja wapo, yeye amezungumza nini nini, waliofika kumpokea wamezungumza na familia na kila mmoja akizungumza dukuduku lake, mnalipi katika mapokezi yake haya, pamoja na ushindi aliopata? Mimi naona kwanza kujitokeza kwa watu wengi usiku huu mkubwa, saa nane usiku. Ni heshima na mapenzi makubwa waliokuwa nayo wananchi wa Tanzania na hasa walioko Dar es Salaam. Ingawa muda ulikuwa ni mfupi tangu alipotoa hiyo tuzo na mpaka anarejea, yawezekana ndiyo sababu labda maandalizi yakawa mabaya, lakini watu wenyewe wakaja, kwa sababu alijua na muda, wakaja wenyewe wakajitokeza kwa usiku, imeonyesha kweli kwamba amewagusa Watanzania wengi. Nadhani vyombo vya dola na serikali kwa maana ya wizara ya habari na michezo ichukue somo kwamba watu mastaa kama hawa wanapopata tuzo za namna hii, ama ni jukumu lao kuweka ulinzi na kuandaa utaratibu ili uwe mzuri. E, ingekuwa ni vizuri zaidi hata maandalizi ya safari yakacheleweshwa kidogo, ili watu wajiandae, haja mchana, watu wangejitokeza kwa wingi zaidi, na hii ingeitangaza nchi na Tanzania ikafahamika kwamba mchezaji huyu bora wa soka anayecheza barani Afrika ametoka Tanzania. Wakati um, taarifa hizi za ushindi wake zikiendelea kutangazwa jana mchana na vyombo mbalimbali vya habari, uh, Rais wa TFF Jamal Malinzi aliandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba Mbwana angefika kwa wakati huu. Watu wengi walizungumza pale na ku, comment kwamba kwa nini TFF wasifanye utaratibu akafika asubuhi ama waka cancel ile ndege, kwa sababu ya ushindi mzito, ushindi mkubwa na ukiwa na maana kubwa kwa Watanzania na Waafrika kwa ujumla, unadhani wakulaumiwa ni serikali kama serikali ama TFF wana mkono wao hapo, ikizingatiwa kwamba katika safari hii kaongozana na moja kati ya vigogo wa TFF Bwana Celestine Musigwa? mm, kusema kweli, ninachoweza kusema ni kwamba Samatta anahitaji kwanza, kupongeza Samatta anahitaji kupongeza. Na, na ukiwasikiliza wasemaji wote waliokuwa wanazungumza pale, wanalaumu wanalaumu serikali Samatta kupewa ulinzi na nini. Unajua, shughuli kama hizi ni nadra sana kutokea nchini kwetu, na kama ni nadra, basi tegemea yaliyotokea. Hata wangekuwepo askari wangapi pale, kama babake mzazi kakiri mwenyewe kwamba watu walikuwa wamelewa, sasa mtu kashalewa, hapo utafanyaje? Anamrukia Samata ni vitu, ni nadra na vinatokea duniani kote. Ushasikia mpaka hata white house, ushasikia mtu aliruka ukuta. Sasa si kitu cha, cha ajabu sana, lakini tunashukuru kafika salama, tumemwona. Yaliyotokea basi tuweke pembeni, lakini kwa hili la TFF, kwa kweli TFF hata kama walikwenda kule na, na katibu mkuu wa, wa TFF, lakini rais wa TFF ilibidi awepo. Kama leo anakuepo zito pale, mwanasiasa tu yuko pale Huyu rais Malinzi haupo pale, inatoa stas, taswira gani? mm. Kusababu, kwa sababu tunaambiwa kwamba Afrika Mashariki na Tanzania ndo, ndo, ndo, ndo mtu wa kwanza, sasa ni kitu cha historia, lakini hawa wote ff utamwona huyo huyo Malinzi kesho kesho kutwa atakuwa kimbelembele sana juu ya huyu Samatta, lakini tungeona hicho kimbelembele chake usiku. Ni tuzo kubwa kwa maana ya kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa soka la Tanzania na kwa historia ya soka Tanzania. Uh, kwa upande wa burudani ya muziki anaonekana Diamond Platinum akifanya vizuri, lakini naye pengine mapokezi yake huwa yanakuwa na hali ya ulinzi kufuatia yeye mwenyewe kujiwekea walinzi binafsi, lakini pia tuliona kwa siku za zamani sana kina Philbert Bay nao waliweza kuleta furaha ya namna hii. Pengine unatazama nini katika tuzo kubwa kama hii yenye maana kubwa, ukiwa ni ushindi wa kipekee, tukio la kihistoria, kutokuwepo pale kwa waziri wa michezo uh... Waziri wa michezo naona aliwakilishwa ali, ali na mama nani yule, kuna mama fulani hivi nimemsikia, mkurugenzi Soda, Soda. Mama ya Soda aliwakilishwa naye pale, nadhani ni wakilishi. Unatosha, unatosha kabisa, kwa sababu mama ya Soda ni mtu, ni mtu kwanza wa michezo ee, personal namjua siku nyingi, ni mtu wa michezo na ni mtu ambaye ana renki kubwa sana kwenye mambo ya, mambo ya michezo kwe, kwa hiyo kuwepo kwake pale si mbaya, ila tu ugomvi wangu mimi malinzi, kwa nini hakuwepo, kulikuwa kuna sababu gani za msingi pale tusiwaone? eh, kwa sababu wao ndo watu wa mpira eh, hawapo, wanakuwepo watu wengine tu. Sasa kama mtu rafiki tu wa Samatta anajitokeza, nyinyi watu wa mpira wenyewe hamjitokezi, inatoa taswira mbaya. Kwa hivyo unadhani una kifanyike nini sasa? Kwa sababu Tanzania imeamka, si katika hili tu, yako mengine mengi ambapo vijana wa Tanzania wanaweza wakaibuka kimasomaso kwa kadri tunavyokwenda mbele. Uh, katika masuala ya kimitindo kina Flaviana Matata wamekuwa wakifanya vizuri huko katika mataifa makubwa duniani. Tutegemee nini? Bwana Miruko. Na mimi mimi nadhani cha kufanya kikubwa zaidi ni kujiandaa ili kupata vijana wengi zaidi. Kama amkujiandaa au atakujiandaa, tutaendelea kushtukizwa natokea tu mmoja baada ya miaka mingi kama ile Samatta alijatokea toka uhuru, na uhuru tumeshatimiza sisi miaka 50 na zaidi sasa inaonekana kabisa kwamba kwetu hapa ni tatizo, lakini inatakiwa tu, tu, tuandae vijana kuanzia ngazi za chini, ili huku baadaye haya mambo yawe ya kawaida, na yakiwa ya kawaida haya mambo matatizo, mapungufu tunayoyaona sasa, yatakuwa hayajitokezi, kwa sababu tuna sehemu ya kujifunzia. Lakini tukiendelea hivi, tunasubiri tena miaka hamsini tupate mwingine, hiki kizazi kitakuwa kimeshafutika, matatizo kama haya yatajirudia, yatakuwa ni mambo ya kawaida. Mtazamaji, um, huyu ni Mbwana Samatta kama ambavyo unaona kwenye runinga yako hapo akiwa anapokelewa, lakini hebu turudie kujikumbusha tena taarifa mwana ya mwanahabari wetu Timzo Karugira ambaye yeye amefanya mahojiano maalum na Rais Mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Siku ya leo kwa wadau wa soka, kila mtu naamini anayo furaha kubwa ya kuweza kusikia Mbwana Samatta akipeperusha vyema bendera ya Tanzania baada ya kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa Afrika kwa wachezaji wanaocheza soka ndani ya Afrika. Na katika mmoja ya wadau hapa, nipo nyumbani kwa Rais Mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, yeye ana nasaha gani kwa Mbwana Samatta na amelipokeaje ili kwani, Mbwana Samatta tumesikia akitoa pongezi kubwa sana na akithubutu kusema kwamba pale alipofikia leo hii ni matunda ya rais ambaye yeye aliweza kumpa na saa kubwa sana walivyokutana nchini Kongo, na hapa niko na mheshimiwa mstaafu. Mheshimiwa, habari za jioni. Salama kabisa si jambo Habari Sam TV, burudani kwa wote, maana bado tunakumbuka <laughs> yale uliotuachia siku ulivyokuwa ukifungua kituo chetu, Mheshimiwa. Leo hii kila mtu ana mengi sana na ana furaha sana juu ya soka letu la Tanzania kwa na, yeah. Thubutu kusema kwamba tumepiga hatua. Mbwana Samatta mmoja kati ya vitu alivyoeleza amesema, amevutiwa sana mm. E, na Watanzania na amefurahi kwa dua zao zote, lakini akasema pongezi kubwa ziende kwako wewe ambaye ulifika pale TP Mazembe katika klabu yao na ukaweza kuzungumza nao mm.